Rais wetu toka ameingia madarakani amedhamiria vijiji vyote vya Tanzania vipate umeme, watu watumie umeme na ametenga fedha nyingi, shilingi trilioni moja na vijiji vilivyobaki sio vingi, ni elfu nane nchi nzima na vijiji vya Ruangwa vika umu umu kwenye elfu nane umu numbepo nipa ala pepana nda ulumira ili jinji na isha imbida nda ulumira ili jinji na yowe na likuwa chuhimo tena. Umeme huu gharama ni rahisi shilingi ishirini na saba elfu tu. Rais wetu mpendwa ameondoa gharama zile ndogo ndogo zile, hakuna kulipa fomu ya TANESCO tena ya shilingi elfu sita tunalipa serikali, hakuna kununua nguzo, hakuna kununua nguzo. Wewe ni kutoa tu ishirini na saba elfu pe lidia umemepe nguzo analipa serikali shilingi ishirini na saba. Mi na uhakika twangea ae inaweza patikana shilingi ishirini na saba numbenumbe nchindwa kabisa itatupe Nkokuwa juma hapa na shilingi ngapi mpeleka kundanda? elfu kumi eh? Nkokuwa itatu. Njenda kundanda auza 30 hiyo, shilingi 27 hiyo mmisha hapa na Mungu huko. Itatu hiyo mwele soda koko peko. <laughs> Kwa hiyo naomba niwahamasishe endeleeni kulipia. Umeme unakuja. Mkandarasi anakuja kujenga nguzo za umeme, Rwangwa na Chingwea. Nimemwambia mbunge mwenzetu juzi jana kule Liwale walishakuja huku, wamepita maeneo yote, wameona vijiji vyote vinavyohitaji umeme, wamerudi kukusanya vifaa vinavyotakiwa kuja kujenga nguzo za umeme na kuwasambazia wananchi umeme. Wa hapa unatokea Mwena kwa Mheshimiwa Mwambe, unapita hapa, unaenda Chinongwe, unashuka Litama. Kuna njia mbili, kuna umeme unatokea na nganga pale na Nganga unashuka Nchenga nyumba unakuja Mbecha unakuja li, e, Ipingo alafu gunua kukwenda kuna ndanga mpaka kushipitali guna ulikwenda kule Ushelegwa naye umeme unakuja, jiandaeni na meneja wa Tanesco, kazi itakapoanza tu anakuja hapa hapa kulipa. Wanataka kulipa, hakuna kwenda Ruangwa, mnalipia hapa hapa ukishaalipa na kazi inaendelea, kila mmoja anajulikana kwake, nguzo zinakwenda zinanyoshwa, na umeme unafika nyumbani. baimwe betili ya kwapi kavivi vijana oye vijana, mpo ikisikia? fursa ndio hizo zinakuja sasa. Likwacho umeme ukija hapa, wewe ukitaka kuanzisha miradi, sasa ndio wakati wako Wanataka kuanzisha saluni ya kunyolea nywele mwepemwe mkaume iembe peyo, kila mmoja unanyoa nywele za watu, hela inaingia. Wewe, kama ulishasoma ndanda ufundi kuchomachoma, anzisha kiwanda chako likwacho. Wanaotaka madirisha ya vyuma, unatengeneza wewe hapa hapa likwacho, hiyo ndio fursa. Kama utaka kuchaji simu wewe, anzisha chumba cha kuchaji simu. Ni mbegere hiyo biashara kwa sababu kila mtu shabeki shataje simu kwa akungwake. Lakini <laughs> la tu pale chamaje leo wapi ta? Hiyo 100 100 pesa itoshie. Hiyo fursa nayo. Kwa hiyo tafadhali, sasa vijana, tuchangamke na fursa. Umeme unakuja, anza maandalizi, kujenga grocery yako, kujenga eneo la kiwanda chako, kujenga mahali pa kuweka friji, uze maji baridi. Sasa ndio fursa. Likwacho yeye. Poee. Pereposha.